Uh, labda umeshafanya sana program za kupungua, program nyingi za kupungua lakini bado hujaona matokeo. Ila umewahi kujaribu kuangalia kwenye hizo program zako nini unakula. Okay. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna kuna kanuni ambazo unataka kuzingatia kama unataka kupungua. Namba moja, kuacha kula asubuhi. At least uanze kula saa 5, hitimisho kula saa 5, katikati ya saa 5 mpaka saa 7 na namba mbili ni chakula cha jioni, kula mapema, usile kabla ya baada ya saa mbili. Chakula kiwe cha kuanzia saa kumi na mbili saa moja basi to maximum. Namba tatu anza kula vyakula vyenye protini. Najua wali sio mzuri, najua mkate sio mzuri, najua chapati sio mzuri, lakini maybe umeangukia kwenye viazi vitamu, maybe umeangukia kwenye aina nyingine ya wanga lakini kuna watu bado hizi wanga wanasumbuliwa nazo. Kwa mfano, kama una issue ya vidonda vya tumbo, malaria yatakusumbua. Kwa mfano, una issue ya gesi, viazi vitamu vitakusumbua kwa sababu bado una inflamed gut. Lakini diet kama hii, ukianza na kula vyakula vyenye protein na healthy fat, vitamins, hapa kuna minerals, kuna mafuta. Hii ni superfood, protein, mayai peke yake. nimekaangia mafuta ya ghee. Wengi mtaniuliza nimekaangia mafuta gani? Naweza kutumia beef tallow na kutumia ghee au mafuta ya nazi. Hapa kuna protein na healthy fats pia. This is mlo kamili. Yaani, hapa uhitaji vitu vingine, kitu kingine chochote. Tumbo lako lina kam, kama alivyosema, fungua na vyakula vyenye protein, insulin, kama unataka kupungua, acha kula wanga kwa muda. Hata hizi wanga nzuri ambazo tunazihubiri kila siku, acha kula hizi wanga kwa muda mpaka tumbo lako litulie. Jipe wiki kadhaa bila hizo mboga mboga, viazi. Lakini nataka kukishia, kama una changamoto nyingi za kiafya, sijui pressure, sijui nini, jaribu kula hivi na kula mara moja tu, mara mbili, kula mchana na kula jioni mapema. Jitahidi sana kwa sababu afya yako ipo kwenye unachokula na haipo kwenye vidonge wala sindano.